Wazazi oye oh yeah. Kina mama oye oh yeah. Kwa majina naitwa Malenga Lugo, mimi ni marketing officer wa mauzo ya afya pale Mephi Hospital. Nimekuja hapa kuwapatia furaha kuwapongeza wazazi na watoto, lakini pia kuwafikishia ujumbe kwamba huu ni mwezi wa Breast Cancer Awareness, ni mwezi wa kuhamasishana juu ya ugonjwa wa saratani ya titi weza kuwa uko hapo umekaa, kumbe uko na ugonjwa wa saratani ya titi ama una ugonjwa wa kansa, lakini ukawa hujui ama huna habari. Mwezi huu tunahamasishana kuhusu ugonjwa wa saratani ya titi. Hivyo basi, ndani ya Mephi Hospital, tarehe 29, wiki ijayo Jumatano, tutakuwa tunafanya free free screening, free cancer screening. Uje uchunguzwe kama uko na kansa ama huna. Tarehe 29 pale Mephi Hospital. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? haya sasa hivi niwape shairi sasa hivi wacha niwape shairi si wape niwape si wape ni hodi hodi ni jamani na naingia uwanjani kukueleza hadharani leo mtu mfurahani furaha yetu jamani leo leo ni leo twasherekeani leo ni graduation ya Dera Bright Ways Academy. Dairekta wetu heko heko, bwana Emanueli kazi njuri umefanya, kufungua shule hini. Watoto wamependeza vipaji wao na vikuza. Hongera mzee Emanueli, pongezi minkupani wazazi wetu, pongezi kuleta watoto wenu waje kufuzwa hapani shule hini ni furaha sufu sufu, leo twasherekea juisi Malenga onayo juisi Malenga mini takula mama yangu, hongera. Kuja hapa jamani ni sio jambo la rahisi, na Mungu akubariki. Mpigieni makofi, vigelegele, pigeni vigelegele, mpigeni. Wamependeza na hata watoto wetu jamani, magwanda walo yavaa, amependeza jamani, tuwapigie makofi vigelegele jamani vigel Pigeni vigelegele pigeni. Ndugu yangu, eh, ndugu yangu mimi sitakuacha ekei enguruwe eh. Mimi eh, hapa sitokuacha umekuja vajuesheni na Mungu akubariki. Mpigieni makofi shangwe na vigelegele. hapa ndonaishiliana funga ya nguluu ni utunzi wa kupia Malenga Lugo. Fahamu mbona keki sioni? naona vikombe tu, lakini iko nyumbani najua mta ileta. Makofi makofi kwa Malenga Lugo. Malenga ya naweza wezi hospital tarehe 29 kwenye zoezi la free cancer screening, karibuni sana Methi hospital, tuko pale opposite Kibaoni primary. Shabash!